Mungu, hata kimya Padri Kitima baada ya kushambuliwa. Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yaani TEC, Padri Dr. Charles Kitima ameongoza misa takatifu ya shukurani kwa mara ya kwanza baada ya kutoka hospitali alikokuwa akipatiwa matibabu kwa takriban mwezi mmoja kutokana na shambulizi dhidi ya maisha yake lililotokea hivi karibuni. Adhimisho hilo la misa limefanyika Juni 3, 2025 katika kanisa la Bikira Maria Mkingiwa dhambi ya asili lililopo makao makuu ya TEC Kurasini, Dar es Salaam na kuhudhuriwa na mapadri, watawa na watumishi mbalimbali mbali wa Secretariat ya TEC, kwa lengo la kumshukuru Mungu kwa uponyaji wake. Akitoa omilia, Padri Kitima amesema ameendelea kupona kwa neema ya Mungu na kwamba tukio la kushambuliwa lilikuwa jaribu kubwa, lakini limeimarisha imani yake kwa Mungu, na kusisitiza kuwa kanisa lina nafasi kipekee katika jamii. Namnukuu Padri Charles Kitima: tunamshukuru Mungu kwa wema wake pia tunawashukuru wote walioguswa na tukio lile. Tuombe kanisa lizidi kuwa imara siku zote bila kutetereka. Kanisa ni sauti ya wasio na sauti, ni msindikizaji wa wanyonge, amemalizia kusema Padri Kitima. Padri Kitima amewataka watumishi wa sekretariati ya TEC kupokea yaliyotokea kwa jicho la imani akiwahimiza waendelee kusimama imara katika utume wao wa kutetea wanyonge na kuendeleza kazi ya kanisa bila kuyumbishwa na vitisho au majaribu. Namnukuu Padri Kitima. Kumbuke kuwa hata mitume walipata misukosuko, lakini hawakurudi nyuma. Tuwe imara katika kazi zetu, tukumbuke kuwa Mungu hatakaa kimya, atajibu sala zetu, tusonge mbele kwa imani, amesema Padre Kitima. unaweza kuendelea ku